Tusishawishike, tusidanganyike kwa ushawishi wa kuandamana. Kuandamana hakuna faida yoyote, tuna familia zetu, wazazi wetu. Tukitokea vurugu, tutakimbilia wapi? Ndo mwanzo wa kutengana na familia zetu. Kwa hiyo, tusishawishike, tutoke mapema, tukapige kura, turudi nyumbani kufanya shughuli zetu. Sikia masuala ya maandamano, wa wanazungumza maandamano, hao ni mabaya. Umeona, maandamano ni mabaya sana. Nchi yetu si nchi ya amani. Umeona. Sasa watu tu wanakaa na siyo oh, maandamano, maandamano, maandamano. Umeona? Hawajajua athari ya maandamano. Eh, na watu wanaoshawishi maandamano wengine tunawaona wanaochochea ni wa, wanakaa nje. Umeona? Wanatu si sisi si, oh, tuandamane wao familia zao zipo nje. Umeona? Sisi tuna familia zetu zipo hapa, mama zetu hapo hapa. Umeona? Kwa hiyo tunaomba hao ah, wanaosi watu wakandamane ya ni washindwe kwa jina la Yesu. Mimi ni Mkristo naongea, ni washindwe kabisa kwa jina la Yesu. Mona, sisi hatujazoea maisha hawa Tanzania, nchi yetu ni amani kabisa. Nikipenda kuasa, tusishulike sana ya maswala, maana atakuja kuta hasari kubwa na machafuko. Watu watashindwa kufanya biashara, eh? Watapata shida kina mama, watoto na vikongwe. Unaona eh? Kwetu tutashindwa kufanya biashara zetu na italeta machafuko makubwa tusipokuwa makini. Kwetu hiyo nikipenda tukoasa tu, tukapige kura, nchi yetu iende kwa salama, ili watu tuendelee kukaa vizuri kuna, ne, na natuwe na amani zaidi.